Jambo kubwa kama ilivyo katika desturi yetu, mkoa huu ni wa kwetu sote na sote tunao wajibu wa kutengeneza utaratibu wa pamoja wa kufanya kazi. Mheshimiwa mkuu wa mkoa wetu imempendeza lakini, pia anatambua umuhimu wa makundi yote ikiwemo makundi haya ya vijana wetu ambao wamejiajiri kwenye uendeshaji wa pikipiki pamoja na uendeshaji wa bajaji kama vyombo vya usafiri mara zote mmekuwa mnashirikiana na serikali katika kushiriki matukio mbalimbali ambayo yanaendelea katika mkoa wetu. Sasa mbele yetu tunalo tukio kubwa sana ambalo tuliona pia kama viongozi wa serikali tuwashirikisheni na nyinyi. Msije mkashangaa tu kitu gani kinaendelea ndani ya mkoa wa Mwanza. Tarehe kumi na tano ya mwezi wa sita ambayo itakuwa siku ya Jumapili ndani ya mkoa wetu wa Mwanza tunategemea kumpokea rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, anakuja kwa ajili ya shughuli za kikazi. Kwa hiyo tutakuwa na ratiba ya kwanza siku ya tarehe kumi na tano ambayo ataingia jioni, tutampokea katika uwanja wetu ule pale wa ndege. Na baada ya hapo atavuka, anakwenda mkoa wa Simiyu, atafanya shughuli zake kule. Kumi na sita, kumi na saba, mpaka kumi na nane, siku tatu. Baada ya hapo tarehe kumi na tisa Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tutampokea tena katika mkoa wetu wa Mwanza ambako nako pia atakuwa na ziara ya siku tatu. Ziara hii itaanza tarehe kumi na tisa kwa kukagua na kufungua mradi wa daraja letu la Kigongo Busisi almaarufu daraja la JPM. Ratiba hii itaanza siku ya tarehe kumi na tisa na zoezi litakalofanyika kubwa linalomleta ni hilo, ambalo tulifikiri kama wadau wetu wa shughuli za kimaendeleo lazima mfahamu, lakini pia tunajua fursa iliyoko mbele yenu kutokana na mzunguko na uwepo wa watu wengi ambao wanakuja kushiriki kwenye tukio hili. Kwa hiyo tutaendelea kupeana maelekezo ya namna tutakavyojipanga tutakavyoshiriki, lakini namna ambavyo sisi tunatamani nyinyi vijana wetu mshirikiane na sisi katika kumpokea kiongozi wetu siku ya tarehe ishirini. Daktari Samia Suluhu Hassan anakwenda pia kufanya tukio lingine kubwa ndani ya wilaya hii ya Nyamagana kwenye eneo lile la Butimba kwa ajili ya kuzindua mradi mkubwa wa maji ambao unahudumia wilaya tatu Nyamagana, Sisilemela pamoja na Maku. Tukio hili litafanyikia Butimba, ambako mheshimiwa daktari Samia Suluhu Hassan ndio atakuwa mgeni rasmi katika siku hiyo. Baada ya hapo siku ya tarehe ishirini, kutakuwa na tukio lingine kubwa ambalo litaufanya mji wetu uwe busy sana siku hiyo. Daktari Samia Suluhu Hassan na anaenda kukutana na askari wa jati, jeshi kubwa la sungusungu ambalo linapatikana katika mkoa wetu huu wa Mwanza. Kuna takribani ya sungusungu elfu thelathini watakuwepo katika uwanja wa Kirumba ambao hawa wanakwenda pale kwa ajili ya kusalimiana na rais wetu, lakini pia na wananchi wengine ambao watakuwa wamepata nafasi. Basi tungependa kutumia nafasi nao pia kuwaalika na kuwapa taarifa hiyo. Tarehe ishirini na moja, daktari Samia Suluhu Hassan bado ataendelea kuwa ndani ya mkoa wetu wa Mwanza na hapa sasa anakwenda kushiriki katika tukio lingine la jadi ambalo tumekuwa tunalifanya kila mwaka pale Magu kwa ajili ya tamasha la Bulabo maarufu, tamasha ambalo tumekuwa tunaliadhimisha kila mwaka na ndilo tamasha ambalo lilimpa heshima Daktari Samia Suluhu Hassan kuwa chifu wa Ngaya na alipatia katika uwanja ule wa Magu. Kwa nini tumewaita? Moja ni haki yenu kufahamu juu ya ujio wa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Yako mambo mengi ambayo rais wetu angependa kuzungumza, angependa pia kusema kwa wanamwanza na sisi ni sehemu ya wanamwanza na wenye wajibu wa kufikisha taarifa hiyo ni sisi viongozi tuliopewa dhamana. Lakini, eneo la pili, tunawaomba na tunatamani kuwa pamoja na nyinyi katika mapokezi na katika kukamilisha ratiba yake hii ambayo nimehitaji mbele yenu. Mnao viongozi wenu kwa upande wa bajaji, kwa vyama vyote viwili, kwa upande wa bodaboda, tutawaita na kuwapa maelekezo ya namna ambavyo sisi tunavyoweza kushiriki katika mapokezi haya, ili tuweze kukamilisha ratiba hii ya kiongozi wetu ambaye anakuja ndani ya mkoa wetu wa Mwanza.